Katika kukabiliana na uharibifu wa mazingira, serikali imechukua hatua mbalimbali za kisera na kimkakati ikiwa ni pamoja na kupitishwa kwa sera ya taifa ya mazingira ya mwaka 2021, mpango kabambe wa taifa wa hifadhi na usimamizi wa mazingira watoka mwaka 2022 mpaka 2032, lakini pia kuna sheria mikakati na miongozo inayohusu masuala ya mazingira. Aidha, tuna kuongezeka kwa kasi ya upimaji wa ardhi na umilikishaji wa ardhi kimila, uhamasishaji wa matumizi endelevu ya ardhi, hasa kilimo mseto, kilimo cha matuta, kilimo hifadhi na mbinu endelevu za kuasili za kiasili za hifadhi ya malisho. Sasa ili kuleta matokeo tarajiwa napenda kutumia nafasi hii kuelekeza wizara, taasisi na mamlaka za serikali za mitaa nchini kuongeza kasi ya usimamizi na utekelezaji wa hatua hizi, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuhamasisha utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Ndugu zangu, jukumu la kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa hifadhi za mazingira linahitaji ushirikiano wa wadau wote katika ngazi zote, na kipekee napenda kutoa wito kwa vyombo vyetu vya habari, na nafurahi sana waziri upo hapa, lakini pia taasisi zote za serikali, taasisi zetu za kidini, taasisi za sekta binafsi, asasi za kiraia, wote tushirikiane katika kutoa elimu kwa jamii. Naitwa Maria Mselemu, ni mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano wa TPDC. Nimeshika tuzo hii kwa niaba ya a, mkurugenzi mtendaji, ambayo tuzo hii tumeipokea leo katika siku ya kilele cha mazingira, ambapo TPDC ni, ni miongoni mwa watu ambao tumepokea tuzo hii. Tuzo hii tumepewa kwa sababu ya a, mchango wetu mkubwa katika utunzaji wa mazingira na hasa kwa matumizi ya gesi ya asilia kwa maana ya CNG. Katika, uh, katika matumizi ya usafiri kwa maana ya magari, bajaji na kila kitu, lakini pia matumizi ya nyumbani kwa ajili ya kupikia na viwandani. Kwa hiyo kwa mwaka mzima tumeweza kuokoa eh, carbon kiasi cha tani laki moja kwa mwaka. Kwa hiyo ndio heshima ya hii tuzo. Sana, jina langu ni Profesa Santos Silayo, Kamishina wa uhifadhi, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania. Leo tumeadhimisha eh, siku ya mazingira duniani ikiwa ni kilele cha ikiwa ni kilele cha kuweka um, e, nguvu pamoja dunia nzima kukumbushana wajibu wa kila mmoja kuhifadhi e, mazingira yake. Na katika tukio hili e, TFS imeshiriki wiki nzima hapa ikitoa elimu ya uhifadhi wa maliasili hususan misitu na miti, na imekuwa ime pa pia ikionyesha teknolojia mbalimbali ambazo zinatumika kwenye kuhifadhi rasilimali za misitu, utunzaji wa miti na kuzuia uharibifu wa mazingira yetu kwa ujumla wake. Kwa jina naitwa Silvesta Matiku, mimi ni kaimu mkurugenzi TANESCO kwa upande wa mawasiliano na huduma kwa wateja uh. Kwa upande wetu sisi upatikanaji wa, upatikanaji wa tuzo hii ya mazingira ambayo tumeipata kwetu ni chachu na, na kwa msingi wameweza kuona kwamba tunastahili kwa sababu E, katika taasisi ambazo zinalinda uh, mazingira na kuhakikisha kwamba uchafuzi wa hali ya hewa ni mdogo au una, unapotea kabisa ni pamoja na TANESCO.